Kipindi <Sýý> kile ulizungumzia kwamba ndani ya miezi minne inayokuja unategemea kupata milioni zaidi ya milioni mia Sasa watu walijiuliza sana, wakasema, inawezekanaje? Je, nguruwe ndani ya miezi minne unaweza ukapata hicho kiasi, au mzee alikuwa anamaanisha nini? Lakini pia walikuwa wanataka kufahamu unawezaje changamoto, tunapokutana na mzigo ambao kidogo. Unajua, sisi tunanunua mzigo, hatutegemei kwamba tunafuga tuweke na uh, tunanunua kwa wafugaji mbalimbali. Kwa hiyo unapopata mzigo ambao kidogo una changamoto, kwa wateja wangu ni changamoto kubwa sana. Unaposema mzigo mwenye changamoto, mtu akitaka akijiuliza changamoto ni zipi? Kama sasa hivi nimeleta nguruwe 42 bab, na sio hivyo tu, katika mwezi wa nane pia niliuza, niliuza hapa na wengine niliuzia kule msoma niliko, lakini bado pia nina nguruwe wengine ambao sasa hivi ni wa kuleta mwezi wa kwanza mwakani, na ambao nategemea pia kuleta nguruwe wasiopo, sawa sawa. <coughs> na mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV na hii ni siku nyingine pendwa kabisa, kama unavyoweza kufahamu kwamba mara nyingi huwa tunawatembelea wafugaji na tunawauliza na tunafahamu mengi kuhusiana na ufugaji wao. Tumezunguka katika mabanda mengi, tumeweza kuzungumza na wafugaji wengi. Mara ya mwisho tulimtembelea Mzee Majengo, moja kati ya wafugaji wakubwa sana Musoma, ambaye aliweza kuzungumzia kwa kina na watu wengi walihamasika, lakini tulikuwa tuna baadhi ya maswali ambayo sisi binafsi tuliyapata kwanza. Watu wengi walikuwa wakiuliza je, hii biashara ya nguruwe au biashara ya kitimoto ndivyo jinsi ambavyo ilivyo, watu wakitaka kufahamu je, ni kweli na faida kusababu, kumbuka, Majengo, kwa sababu kama wanakumbuka Mzee Majengo aliweza kuzungumzia kwamba kuna kiasi cha fedha anaweza akakipata na akilibua maswali mengi sana. Sasa tukaona sio vema tukuache hewani, tukaweza kutembelea kila sehemu ili uweze kujifunza kwanza. Tumetembelea uh, buchani, tumezungumza na wauzaji ili uweze kufahamu, lakini pia tumeweza kuzungumza na mzee mwenyewe ili aweze kukueleza hali halisi ya, ya jinsi ambavyo nini kinaendelea hapa. Sasa ndani ya Rubaba TV leo utaweza kujifunza kitu kikubwa sana. Kama wewe ni mfugaji au ni mtu ambaye unataka kuingia katika ufugaji, unataka kuingia katika biashara ya nguruwe, basi kuna kitu kikubwa sana ambacho utajifunza. Lakini pia wewe mtu ambaye unahitaji nyama bora Uh, ya nguruwe ukifika mahali hapa unaweza ukapata nyama bora kabisa, idadi kwa idadi yoyote ambayo unahitaji. Kwa hiyo twende pamoja uweze kujifunza na uweze kufahamu vitu kadha. Ndio faida ninayo, kwa sababu kwa mfano kama hawa ambao sasa hivi nimesema hapa wako mia na thelathini na hawa ninategemea lazima nikusanye milioni mia moja kwa muda mfupi wa miezi minne ijayo. We nina uhakika hivyo kwa sababu soko ni kubwa, soko ni kubwa, liko mahali hapa Musoma, na si Musoma tu, na hata mji wa Mwanza, na karibu miji yote, hata Simiu eh, mkoa wa Simiu tunauza nyama. Rubaba TV tena mpenzi mtazamaji na hii ni mara ya pili ambayo tunakutana na mzee wetu Mzee Majengo ambaye eh, video ya nyuma ah, ilizua gumzo sana. Watu wengi waliipenda, lakini baadhi ya maswali ambayo nilikuwa naulizwa, nikasema sio vyema nimtafute tena mzee wangu tuweze kuzungumza. Na uzuri amekuja Mwanza na nikaona liwalo naliwe lazima nimtafute. Kwanza ni mzee wangu, shikamoo. Marahaba. habari za leo? Nzuri na nashukuru sana kwa kipindi kile bana, ile video ilipendwa na watu walihamasika wali, wali sana kufunga na mimi nafurahi ya kwamba wameweza kujifunza na wengine wamenifikia kwa kunipigia simu. Sawa, nashukuru sana lakini kuna baadhi ya maswali ambayo tuliulizwa sana, nikaona mzee wangu, nitafanya juu chini nikutafute. Hapa katikati ulikuwa safarini, lakini nikaona leo umekuja Mwanza, lazima nikutafute. Asante sana, nimefika Mwanza leo na nimeleta nguruwe sokoni. Kwa hiyo safari yako kubwa ya kuja huku ni kuleta nguruwe? Eh, nimeleta sokoni. N navuna katika mifugo yangu nimeamua kuvuna, na wako tayari kuchinjwa na kufanyika wa kitoweo. Ndio wale nguruwe kipindi kile ambapo tulikuja tukasema tunategemea kuuza ndani ya miezi minne, hii ni wale walikuwa na umri wa miezi minne kipindi hicho tunaongea. Kwa hiyo baada ya kufikisha miezi minane nilileta na niliwaleta mwezi wa nane e, na hii ni mara ya pili kwa wale waliokuwa wadogo. Sasa hivi wamefika miezi saba, miezi sita ndio nimeleta sokoni. Nashukuru sana. Kipindi kile ulizungumzia kwamba ndani ya miezi minne inayokuja unategemea kupata milioni zaidi ya milioni mia. Sasa watu walijiuliza sana, wakasema inawezekanaje? Je, nguruwe ndani ya miezi minne unaweza ukapata hicho kiasi, au mzee alikuwa anamaanisha nini? Lakini pia walikuwa wanataka kufahamu unawezaje, wezaje? Okay, mimi mimi nilikuwa namaanisha kwamba walikuwa na umri wa miezi minne tangu wazaliwe na nilikuwa nimeongeza miezi minne mingine kuwa na miezi minane ambayo nguruwe anakuwa na kilo wastani wa kilo mia moja na hamsini. Sasa tukiondoa kichwa tukaondoa utumbo na pamoja na miguu ile ya chini, lakini kilo mia moja na ishirini hazipungui eh, kwa kila mmoja. Na sio hivyo tu, katika mwezi wa nane pia niliuza niliuza hapa na wengine niliuzia kule Msoma niliko, lakini bado pia nina nguruwe wengine ambao sasa hivi ni wakuleta mwezi wa kwanza mwakani na ambao nategemea pia kuleta nguruwe wasiopungua hamsini. E, kwa hiyo inaenda hao wana wanafikisha umri na hao wengine bado wako nyuma yao, na wengine sasa hivi nimeacha wana mimba na wengine wamezawa na watoto wachanga, kwa hiyo naenda hivyo kila baada ya miezi miwili mitatu, ingalau napeleka na nachota kiasi fulani cha fedha, maana soko linahitajika na soko letu linahitaji nyama. Hii ndiyo tofauti ambayo tunaweza kuona kwamba kufuga nguruwe wa kienyeji ni kwamba unaongeza mafuta, mafuta yahitajiki sokoni ya mafuta ya nguruwe. Hakuna duka linalouza mafuta ya nguruwe, kwa hiyo nyama inahitajika. Soko linahitaji nyama, na ndio maana tunasisitiza watu wafuge nguruwe wa kisasa, kwa sababu wanatengeneza nyama na ukilisha chakula cha cha Caldas au virutubisho vinavyotengenezwa na kampuni ya Caldas, ina inamaana kwamba vinguruwe wako anakuwa kwa umri sahihi anapokuwa na miezi miwili unakuta na kilo karibu ishirini na tano ishirini na nane anaweza akafika hivyo na anapofika miezi mitatu anafika kilo hamsini na nne mpaka hamsini na nane mpaka sitini wakati mwingine. Kwa hiyo nguruwe ukuaji wake unakuwa ni, ni wa haraka wa, na ni wazuri wa, wa, wa alafu wanakuwa na afya na maana yake wana nyama sasa. Na pia watu lazima waelewe tofauti ya kufuga nguruwe wa kienyeji na nguruwe wa kisasa. Kuna tofauti kama nne. E, tofauti nne ni kwenye nyama. Nyama ya nguruwe wa kisasa hana shombo, kwa hiyo ni nguruwe ambaye anafaa kwa nyama unaweza ukampika hata kama, kama nyama ya ng'ombe tunavyopika, lakini pia unaweza ukamkanga kwa vile unavyoweza kutaka, unaweza ukamchoma pia, ukatengeneza vile unavyotaka wewe kwamba awe na mapishi gani, lakini hana shombo. Alafu na, ni kitu kingine ambacho cha pili ni kwamba anaiva mapema, hakawi kuiva. Alafu lingine ni kwamba ana ladha tamu kuliko nguruwe wale wa kienyeji. Alafu lingine ambalo tunalipata katika hao ukuaji wake ni wa haraka kukuhakikishia kwamba unapata nyama ya kutosha kuweza kufanya biashara. Kwa hiyo ndio maana mimi nilipoiona hii fursa nikasema siwezi kufanya ajizi mahali hapa. Ni lazima nipambane na lazima nijikomboe kiuchumi na siwezi kuililia serikali. Serikali imenipa miundombinu, inanipa ulinzi, kwa maana kwamba inatulinda sisi wote Watanzania tuweze kufanya biashara, hata kile kidogo nachokipata ukiweza kukifikisha nyumbani. Kwa hiyo nafanya kazi pamoja na wataalamu, wananitembelea na watu wengine pia huwa wananitembelea Nawakaribisha tena na wengine. Ndugu mpenzi mtazamaji, mimi sidhani kama nina maswali ya ziada kwa sababu mzee ameweza kufafanua kwa kina. Na yale maswali yako yote ambayo ulikuwa unajiuliza, kwa sababu moja ya maswali ambayo niliulizwa sana mzee wangu ni kwamba unawezaje kupata hicho kiasi? Lakini pia wengi inaonekana kuna wafugaji wengi ambao hawazingatii utaalamu. Kwa hiyo kuona kwamba mpata kiasi cha milioni moja kwa nguruwe mmoja, wanaona ni almost impossible. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwao. Lakini nashukuru hapa umeweza kufafanua kwa kina zaidi. Pengine labda wito wako aidha kwa mtu yoyote anayetazama au anayetaka kuzungumza, kwa mfano wewe unawezaje kupata hili soko na mambo mengine kama hayo Uh, soko ni kwamba moja ya njia ambayo tunasema kwamba biashara ni matangazo. Kama hivi sasa hivi wewe unapoona, pia unaweza ukanipigia, na tunaweza kuya pia ukawa mteja eh, kwa maana mtu anayetaka kuanza kufuga nguruwe alikuwa na mashaka sasa, ameamini, anaonifikia na tunaelekezana mambo kadha wa kadha na namna ya ulishaji. Kuna utafiti niliyofanya mimi mwenyewe kwa ajili ya kulisha chakula, nilisheje chakula na nguruwe wangu afike kiwango, na wakati mwingine nauzingatia ule utaratibu wa kampuni vile wametuelekeza kwa utafiti wao. Kwa hiyo kwa namna ambayo tunaweza kuangalia ni kwamba, utumie gharama isiwe kubwa sana, ili kusudi uweze kupata faida kwa kila nguruwe eh. Nashukuru sana wa mzee wangu, pia niko na mdau mwingine hapa wa ufugaji, pengine tu tungependa kusikia chochote kile, we ambacho unataka kuzungumza, chochote hata kimoja tu ambacho labda unaweza ukamwambia mtazamaji. Uh, kwa jina anaitwa Lameki Emanueli Bwana, huyu bwana ni mteja wetu, anatuleteaga mzigo kama hivi. Aa, nafikiri mi sina mengi ya kuongea, huyu ni mteja wetu kila siku atuletea. Mnachozingatia nini hasa? Kwa nini mefanya kazi na Mzee Majengo na si wafugaji wengine? Sisi huyu bwana atuletea nyama yenye ubora na nguruwe zenye ubora zaidi, kwa sababu sisi hatupendi hizi nguruwe zenye mafuta, tunatuletewa nguruwe zenye zenye zenye E, zenye nanii ya kueleweka kuliko hizi zingine za, za zingine. Ukiletewa hizi zenye mafuta mafuta hazieleweki, kwa hiyo tunazipenda h mzee anatufugia nguruwe ambao za kisasa, kwa hiyo nguruwe ambao ziko kwenye kwati Yeah. Aa, kwa majina anaitwa George. Nafanya kazi ya uuzaji wa nyama maeneo ya slai. Sawa, hapa kwanza nimekuta kuna nyama nyingi sana, kama zinafungwa zinawekwa zina, zina, zina, sehemu. Kwanza tungependa kufahamu ni nini ambacho kinafanyika huu uh, tuna <coughs> tunatoa oda za watu. Yani hapa tunakatakata hivi vipande, tunakuwa tunatoa oda za watu, ndio maana ukuta nyama tumekuwa tumerundika hivi. Sawa, na hizi oda tungependa kufahamu, huwa mnauzia watu binafsi au mnapeleka wapi? Tunauzia watu wa majiko, watu wa majiko. Kwa hiyo mnakuwa mna oda sehemu mbalimbali, mnawasambaza sehemu mbalimbali? Tunakuwa tunasambaza mzigo hivyo, yani sawa kikubwa, wateja wako wanapokuja hapa kununua huwa wanazingatia kitu gani? Kwa sababu nafahamu kila biashara lazima kuna vigezo. Mteja wako wa kwanza anapokuja kununua hapa huwa ni vitu gani ambavyo anazingatia katika nyama? Usafi, usafi. Mm. Kwa sasa bei ya kitimoto hapa ni kishingapi? Kilo ni elfu kumi. Eh, na bei huwa inabaki ile ile au huwa inabadilika inapanda kwa majira? Kuna kipindi nguruwe anakosekana inabidi bei ipande kidogo. Mm. Labda ni msimu upi ambao wewe binafsi unaonaga kipindi hiki nyama kidogo inakuwa adimu? Kama kwa ni mwezi wa nne hivi ni kipindi fulani cha mpito ambao nguruwe wanakuwa yani hawapo. Changamoto zinakuwepo sana hapo nguruwe wanakuwa hawapo hivyo eh. Sina cha kuzungumza la, napenda kuwakaribisha watu wasogee maeneo ya wa Sinai, waweze kupata kitimoto safi, nyama safi kama hivo unavyoona nyama ilivyo. Wewe mwenyewe mwandishi wa habari unaona nyama inavyong'aa, inaeleweka kabisa. Festo Pastori Mashinga ni mcharangaji wa nyama, muuzaji wa nyama ya kitimoto hapa, hapa Mwanza Sinai, kwao ni maarufu kwa kazi hiyo. Yes. Ningependa mtu afahamu wewe kazi yako hasa ni kitu gani? Nakata na kuwasambazia wahudumu wa wateja wangu walioko kwenye majiko. Ah, yes. Kwa we wateja wako wakubwa ni watu kwenye majiko. Yes. Kwa mfano mtu akija anataka umuzi, reja reja namuuzia vizuri tu tena kwa o nzuri bila hata shida, mteja yote yule, asiye mwenye kilo moja, mwenye kilo kumi anaweza akapata hadi nusu. Hadi nusu. Eh. Tungependa kufahamu kwa kazi yenu hii ninyi hasa changamoto zenu mnazozipitia ni nini? Changamoto tunapokutana na mzigo ambao kidogo, unajua sisi tunanunua mzigo, hatutegemei kwamba tunafuga tuweke na uh, tunanunua kwa wafugaji mbalimbali. Kwa hiyo ninapopata mzigo ambao kidogo na changamoto kwa wateja wangu ni changamoto kubwa sana. Unaposema mzigo wenye changamoto, mtu akitaka akijiuliza changamoto ni zipi hizo? So, kwa mfano, wewe ukiona mzigo changamoto na. Mfano, naweza nikachinja nguruwe lakini akawa na mafuta mengi. Akiwa na mafuta mengi kwa wateja wangu ni changamoto. Akiwa amekonda sana pia kwa wateja wangu ni changamoto. Ila ninapopata mzigo mzuri kama huu hapa, ambeni na leo hii nafurahi na wateja wangu nyama Akumbeni, kuhu, kujo, wanachukua nyama kwa furaha sana. Akumbe na wateja wako huwa wana vigezo wanapokuja wanachukua nyama. He, niambie vigezo hivyo vitatu au vingapi ambavyo mtu anaweza akawa na anavizingatia sana anapokuja kununua. Mfano, akikutana na nyama ambayo haina mafuta kama hii hapa hii. Sawa. Eh. Anafurahi sana kwa sababu anaenda kuuza kwa uhuru ee, bila changamoto. Lakini ikiwa na nguruwe kidogo, nyama yake kidogo, mifupa sana, mafuta mengi ah, nakuwa shida sana ah, hapo nimekuelewa kikubwa. Kwa hiyo nyama inayopendwa sana ni ile nyama ambayo inakuwa haina kiasi kingi cha safi sana, kama ulioona hii, yaani kama unaiona hii. Na maana ikiwa na nyama kama hii nauza kwa uhuru. Na ndio maana ndugu mfugaji, huwa kila siku tunashauri unapoanza kufuga hakikisha unawalisha chakula bora kutoka kampuni ya Cowdays, lakini pia hakikisha uh, unafuata management nzima, lakini hakikisha pia una mbegu bora, kwa sababu mara nyingi kitaalam hizi mbegu za kienyeji huwa zina chaku I mean, kina mafuta mengi, hata unapokuwa unamlisha baadaye kutengeneza nyama, nguruwe wako anaweza akaenda kutengeneza mafuta. Kwa hiyo hakikisha unapoanza kufuga zingatia aina bora. Kuna aina nyingi kama vile large white, kuna saddleback na nyingine nyingi. Kwa hiyo hakikisha unazingatia uh, hicho. Sasa kingine, nyiye, mnapokuwa mnaenda kufuata huu mzigo, huwa mnakagua mna au mnafanyeje ili kuweza kupunguza hizo changamoto zenu? Asilimia kubwa, tuna mawakara wanaingia vijijini, wanaangalia mzigo ulioko bora, kama wakikosa basi kwa ajili ya kuwalinda wateja wetu na sisi wasipotee. Mzigo utakaopatikana unakuja, ukija tunapambana nao hivyo hivyo. Ah, kumbe amnunui hovyohovyo, huwa mnakuwa mna watu ambao wanaenda kuangalia quality ya, ya, ya bidhaa zao? yes, yes, yes. Ah, na ndio maana nakuambia karibu Kitunda, Kitundu Bucha. Kitundu Bucha hapa ndio utapata nyama ambayo ni bora bora, kwa sababu kama umeweza kuona wanafanya control kuanzia kwenye kufanya choice ya nguruwe. Sasa kama nilivyokwambia nipo na mmiliki wa biashara hii, na kwa upande wa management, kwa upande wa biashara kwa ujumla, tutazungumza kwa kina. Yeye binafsi ni mtu, mtu wa watu, kwa hiyo yuko tayari kuweza kushare, pengine wewe mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye biashara hii aweze kujifunza kitu, lakini pia kama ni mteja huko mahali popote pale ulikuwa unahangaika wapi utapata mzigo kiasi chochote, basi brother hapa Yuko tayari kusaidia. Kwanza, brother nashukuruni sana kwa kunipa fursa ya kufika hapa. Sawa, yes, karibu. Kwanza, tungependa ujitambulishe wewe ni nani na hapa tuko sehemu gani? Okay, kwa majina naitwa Dennis Richard Kiula. Ndio msimamizi mkuu wa ibucha hii. So, nime binafsi tumezungumza baada ya kabla ya hapa tumezungumza, nimeona nimeona passion yako ya ufugaji kwa ujumla na biashara hii, tungependa kufahamu kwanza biashara hii umeanza muda gani? Mm. Hii biashara kwa sasa hivi na kama miaka mitano au zaidi kwa sababu kwa nyuma ilikuwa haiko official sana kwa, yani iko kwa mimi hii biashara nimekuta mzee ndo anakuwa anafanya. Nafanya kwa hiyo mimi kama nimepokea kijiti, alafu na bado tunasaidizana kusogeza ili gurudumu. Kwa hiyo ni biashara ya kulithi imeanza muda mrefu, lakini official kama miaka mitano hivi, yeah, ya, yani chimbuko lake kubwa ni ufugaji eh, yani mzee alianza kufuga kabla Yani alianza kufuga hata kabla ya kujua atamuuzia nani. Si unajua ile kwamba ni kitu imeanza na passion, yaani ilikuwa ni kitu anapenda kufanya. Kwa hiyo baada ya kuanza kufuga, baada ya muda pia ndo akaanza kufikiria kwamba kwa nini asi asiuze yeye mwenyewe, ko ndo chimbuko la biashara hii. Sasa binafsi nafahamu mzee akuzaa, mtoto mmoja alizaa watoto wengi. Kwa nini wewe unaonekana pia una passion na hiki kitu? Kwa nini umeamua kuendeleza ndoto za mzee? na na kama ninavyoona, nimefika hapa nimeona ni ni kitu kitu kitu serious sana na ni kitu ambacho kiko standard. Hiyo passion ya kuendeleza kitu cha mzee ilitoka ili wapi? nafikiri ni moja, kwa sababu nilikuwa karibu na mzee, afu nyingine pia ni kwamba ni kitu ambacho napenda, kwa maana nakumbuka hata wakati anaanza kufuga, ile hatua ya kwanza kabisa ya kwenda kuchukua wanyama wa kufuga nilikuwa naye na nilikuwa mdogo sana, nakumbuka hata wanyama wenyewe tuliwabeba kwenye baskeli, sio? Unanielewa? mm -hmm. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimeanza nacho mapema, yaani kwanza kwanzia nikiwa niko shule nasaidizana naye, kwa hiyo ni kitu ambacho nakifahamu vizuri yes. Sasa binafsi kwenye upande ya tukiachana na passion. Aa, lazima kuna kitu ambacho msukumo mwingine ulikuwepo. Hii biashara kwa mtu ambaye anaitazama inalipa, ina, ina, ina au inafanyika ina, ina vizuri, yaani hakuna biashara ambayo ilipi haipo Yani, inategemea tu umeifanyaje na umeidraft vipi, lakini pia sio kwamba kila biashara sema tu inalipa kwamba utapata kiasi kikubwa hivyo kama watu wanavyozani. Hapana, inategemea pia, yeah. Nimezungumza na, na, na, na, na baadhi ya wauzaji hapa, wamenieleza mchakato wenyewe kuanza kupata, mnafanya scouting ya nguruwe huko uh, nje ni uh, nini hasa, mngeweza kutueleza biashara yenu kwa ujumla, mnafanyaje mnafanyaje ili mtu aweze kufahamu? Mm, kikubwa naweza kusema kwamba ya kwanza kabisa ni utafutaji wa mzigo kwenye biashara hii. Lazima uwe na sehemu ambapo unapata mzigo, na kama unavyojua hii biashara kidogo ina changamoto ya imani za watu ehe, kwa hiyo haina minada rasmi au machinjio rasmi ya serikali. Kwa hivyo, hakuna sehemu kwamba kama mtu wa bucha ya nyama ya ng'ombe anaweza sema kwamba yeye anaweza akafungua tu frame, akaenda machinjio rasmi ya serikali akanunua mapande manne akaweka buchani akauza, si ndivyo? Sisi hiyo hakuna. Kwa hiyo inabidi pia uende moja kwa moja kwa wafugaji walipo ukabageni alafu ulete mzigo sasa, ndio uuze na wewe kwa bei. Na kama mtashindwana kwenye kubageni, labda kununua mnyama mzima, kuna option ya kuja kuchinja mkapimiana kwa kilo. Ndo mchakato mzima upataji wa mzigo. la asilimia kubwa mzigo mwingi upatikani humu mjini unatoka pembezoni, kwa sababu unavyojua mazingira ya ufugaji wa wanyama pia yanahitaji usafi na maeneo makubwa. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wanafuga pembeni ya mji. Kwa hiyo mchakato mkubwa wa kutafuta, kutafuta wanyama wenyewe ambao ndo malighafi yenyewe na kuhakikisha hapa kwa ajili ya kuandaa kitoweo hicho. Hmm. Kwa upande wa ufugaji huwa nimezunguka kwenye mkaribia wafugaji kanda ya ziwa wote wao wanazungumzia kwamba ukifuga nguruwe soko liko nje nje. Hmm. Ah, tunapenda kufahamu kwa upande wa wauzaji, nyie uhalisia wa soko na jinsi watu ambavyo wanalizungumzia vinaoana. Yeah, kwa upande wa soko soko kweli lipo kwa sababu unapoona kwamba mimi natoka au unaagiza, watu wanatoka ofisini wanazunguka, mtu anaenda labda, kwa mfano, anaenda Geita. Kwa hiyo mwenye ni shahidi hapa, Mzee Majengo ametoka Msoma, ameleta hapa. Kwa hiyo ina maana uhitaji upo, uhitaji upo, soko lipo, ila tu kama unavyofahamu biashara yote huwa na ups and downs, ndivyo kuna kipindi tu inatokea biashara inakuwa iko chini. Kwa hiyo soko, uhitaji wa soko na tunaonye pia, unafanyaje? Unashuka, kuna kipindi pia soko linapanda, kwa hiyo uhitaji unakuwa mkubwa vile vile. Lakini kusema kwamba mfugaji hawezi kupata soko ni ngumu. Kwa hiyo umezungumza vizuri kwamba biashara zina ups and downs. Wewe, kuna kipindi labda chochote katika kumbukumbu kumbu zako ushapatia kipindi kigumu, ukasema, da hii biashara labda mbona inakuwa hivi? Eh, hicho kipindi kipo, inatokea. Na kuna kama ukishafanya biashara kwa muda, nafikiri kuna majira, hata unayasoma, kuna majira kabisa tunafahamu kwamba hiki kipindi tunachoelekea. Kuna kipindi mzigo unakuwa mwingi sana, alafu utokaji unakuwa hakuna au uko kidogo sana, na kuna kipindi mzigo unahitajika. Sawa. alafu upatikanaji hakuna, kwa mfano kipindi cha kiangazi. Ha? kipindi cha kiangazi mzigo huo unakuwa wa shida sana, kwa sababu unapoingia kiangazi, na maana umetoka kwenye masika, si ndio? Na asilimia kubwa ya ufugaji wa nguruwe kwa, kwa nchi yetu hii Tanzania, asilimia kubwa watu wanafuga kujikimu, sio kibiashara, si unanielewa E, yani ni zile wenzetu wanasema backyard farming yani mtu bwana amejenga nyumba yake, ila kwa nyuma kuna space imebaki, nasema bana, hapa naweza nikadesign banda la kuku hapa, nikipiga banzi tatu nne naweza nikaweka banda la nguruwe si ndio, alafu niweke nguruwe wangu watatu. Hawa nguruwe watatu watanisaidia mtoto atakapotaka kwenda shule Januari, lakini sio kwamba anafuga kwamba bwana, mimi nafuga, nafuga nguruwe ishirini ambao watakula laki sita, nitakapouza nipate laki nane. Asilimia kubwa sio ufugaji wa namna, tujafika level hiyo. Asilimia kubwa ni ule ufugaji wa kujikimu. Kwa hiyo inapofika wakati ule sasa ambao ameweka malengo yake kama bwana huu oh, muda takiwa ni uze watoto waende shule. Na unavyojua asilimia kubwa sisi hata mfumo wetu wa elimu na nini ni kwamba Januari ndo tunaga watu na hesabu ndo mwanzo wa mwaka ambapo watu ndo wanaenda shuleni. Sasa watoto kwao, oh, unakuta muda huo unaweza ukapata mafuriko ya wanyama kila mtu bwana alikuwa amekameka bwana, kwa ajili ya kwa ajili ya ada, atataka achinje kwa wakati huo. Sawa, kuna mwingine sana wakati huo wa masika, labda bwana amesema wangu wangu watatu wanne nitawauza, ili wanisaidie kukodi shamba au nitawauza wanisaidie kununua mbegu au nitawauza wanisaidie kukodi trekta la kulimia analeta sasa. Unakuta wako ishirini wana namna hiyo, wanakutana na ela za wanafunzi kwa pamoja, kunakuta mda huo amepata mzigo wa kutosha, na mda huo unakuta labda kama kipindi hiki cha kwenda sikukuu za mwisho wa mwaka, unakuta kipindi watu nao wanajiandaa na sikukuu, watu wanabana hela tena kidogo, kwamba watoto watatakaje wavae, watatahitaji wale vizuri mwisho wa mwaka kwenye sikukuu ambapo natakiwa nijiandae na shule mwakani, unaona? kwa hiyo unapokuwa unapata mzigo afu mda huo, soko lina drop. nimekuelewa vizuri sana. Kienda kwenye uhitaji sasa kuna kipindi hicho kama kipande cha kiangazi, kwa mfano wakenda kwenye maonyesho ma, yale ya Sabasaba mpaka Nanenane pale, hasa watu wameshauza huu mzigo huko nyuma, mwezi wa kumi na mbili wa kwanza wa pili. Na unavyofahamu huyu nguruwe ili angalau auze hata kama anafugwa vizuri, at least awe kwanza hata miezi minne kuendelea. Mtu ameshauza ajazalishe auze tena unakuta hapo kuna gipla miezi mitatu kufika kiangazi. Kwa ule muda kwenda kwenye maonyesho, watu kuna kuna pilika nyingi sana, maonyesho nane nane, kule nanini watu wanahitaji mzigo, alafu mzigo kuna fauti. Nyie, kwa mfano mtu anahitaji mzigo, mna uwezo wa kusupply mzigo kiasi gani? Mzigo tunaweza kusupply, kusupply kulingana na mahitaji ya mteja na upatikanaji wa mzigo ambao utakuwa nao kwa wakati huo. Let's say kwa mfano nimekutolea mfano wa upatikanaji wa mzigo labda mwezi wa kumi na mbili wanapatikana wanyama wa kutosha, mtu akasema nataka labda kilo mia kwa wakati mmoja au kilo sabini kwa wakati mmoja anaweza kapata, lakini nafika wakati, yani unajua kuna, kuna kipindi kama hicho cha kiangazi wa ufugaji unakuta pamefungwa na kuambia, yani, yapo, mifungu, hata akija tano, upo. watu wafuge tu wasiogope, wafuge ila kikubwa kikubwa sana wazingatie tu mbegu, vyakula wanavyolisha na mazingira, maana hiyo vitu vinaendana: mazingira ya ufugaji, chakula na mbegu. Mazingira kwa maana gani? Lazima uwe na mazingira mazuri. Kwa mfano, nguruwe laba anataka anywe maji muda wote, kuna muda anakosa maji ukifuga ile kawaida kwamba mamimenia hapo. Sawa, chakula kwenye ukuaji na upate matokeo kwa wakati, si ndio? Maanake sasa ukienda kinyume na hapo, ndo matokeo yake, kwamba hautapiga hesabu huyu labda mnyama ametumia kiasi gani, umekaa naye muda gani, si ndivyo? Na faida utapata kiasi gani kwa mnyama ndio napokuja kuwa shida hapo sasa. <laughs> Hapo nimekuelewa sasa. Na pengine mtu labda anataka, nyie huwa mna mtaratibu labda wa kudeliva au mtu labda yuko Msoma, yuko mkoa mwingine, huwa mna taratibu labda naweza mkasupply sehemu mbalimbali? Mm, kwa upande wa kusema nje ya mkoa ni mara chache. Mara chache kwa sababu hata si wenyewe tunawafuata huko huko mikoani tunawarudisha huko. Kwa hasa mtu aliyepo Mwanza sehemu yote ile mnaweza mkaanza Mwanza anafikiwa. Anafikiwa vizuri tu na kuna baadhi ya wateja wako nje ya Mwanza lakini ni wachache wa kuhesabika kama wateja kama wawili watatu wako Bunda. Unaweza kaandalia tu oda yao hapa na inaenda inawafikia vizuri. Sasa so, pengine sasa mtu afahamu labda mawasiliano yenu au namna anayeweza kuwapata. Itakuwa ni vyema zaidi. Okay, kama ulivyotoka kutambulisha hapo mwanzo ni Kitundu Bucha. Tunapatikana mkoa wa Mwanza, wilaya ya Nyamagana, Kata ya Mabatini, mtaa wa Nyerere A. Eh, kwa mawasiliano yetu unaweza kutupigia kupitia namba 0752630453 au 0673214676 214676. Ndugu mpenzi mtazamaji, nadhani mimi sina deni hapa, nimeisha nimetimiza kiu yako. Nimeweza kuzungumza na wauzaji, nimeweza kuzungumza na wanunuzi, lakini pia nimemtafuta mzee Majengo kwa mara ya pili ili tuweze kuzungumzia kuhusiana na ufugaji huu. Mimi ni imani Rubaba na kazi yangu ni kuhakikisha wewe mfugaji unapata madini na elimu ambayo itakusaidia wewe kuweza kutoka hatua nyingine kwenda, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Acha kukumbusha tu, usiache kusubscribe hapo, lakini pia unaweza kumtafuta mzee Majengo kama unahitaji kupata ushauri au biashara, lakini pia unaweza usiacha kutumia bidhaa za Cadis kama we ni mfugaji na unataka kupata matokeo mazuri. Mpaka wakati mwingine, asante na shukuru.